ya mtumishi wa Mungu. Hapa tupo na dada mzuri wa Yesu kabisa na atatuelezea huyu, pia ni mshirika wa kanisa la Zesawaz Evangelistic International Church. na Bwana Yesu asifiwe. Amina, uko poa? Umejisikiaje kuwepo ibadani siku ya leo? Umejisikia vizuri sana? Okay, nina swali tu moja hmm. Unamzungumziaje mtumishi wa Mungu na kiongozi wa kanisa lako? Kwanza anaitwa nani? Anaitwa Archbishop Daniel Moses Kulola. Oh. Unaweza ukamzungumziaje Dr. Daniel Moses Kulola? Um, ni mchungaji mzuri, ni baba mzuri, ni mlezi mzuri, ni kiongozi mzuri. Nini kinakupa tofauti kati ya mabishop wengi ambao umewahi kuwaona na wachungaji wengi na Bishop Dr. Daniel Moses Kulola? Um, kwenye Biblia imeandikwa mtatambua kwa matunda yao. Ni, nimesema ni kiongozi mzuri kwa sababu naona ananiongoza vizuri na ni mtumishi wa Mungu kweli. Oh. Unahisi kuwepo hapa chini ya mikono yake unakuwa? Um, nilivyokuwa jana sio nilivyokuwa leo na sio nitakavyokuwa kesho. Oh. Basi Mungu akubariki sana. Umesema unaitwa nani? Naitwa Madam Irene Mushi. Oh. Mm. Okay, tulikuwa na Madam Irene Mushi na ametueleza namna gani anamchukulia a Daktari Daniel Moses Kulola. Mungu akubariki sana. Amen.